Chama Clatous Jonas Mkude mwana ukome. Jonas Mkude akipokea pasi ice cream ya maziwa kutoka kwa Mwamba Lusaka. Chama inaingizwa ndani, Kagera. Oh, yes amtaifatin wanakwenda Hassan Dilunga, naweka Dilunga pass no! <coughs> Haya ni maajabu, ninafungwa kwa ligani hili hivi. Macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Nani alisema Simba hawaendi endi hatua ya makundi? Nani alisema, yuko wapi? wewe unaweteseka, wanakuona Wanasimba wanafurahia. Hii ndo dhana ya nguvu moja, nguvu moja.